Ya mahakama juzi gidi hapa jijini Nairobi. mm. kuna jamaa wameoana na mke wake walioana 2017 wakaachana 2024. mm -hmm. Sasa huyu jamaa alichukua mortgage wakiwa siku ile, unajua watu wakipendana, uaga kila kitu, uaga tu, iko sawa. mm. Alichukua mortgage pale na jina lake. mm -hmm. Sasa baada ya divorce, mm -hmm. Mke anazidi kuishi kwa ile nyumba na wanae, na huyu jamaa alikuwa ameandikwa na serikali, yeye akakodisha sasa nyumba yake. mm. analipia pia. sasa mm. ameenda mahakamani anashurutisha mke wake mm. aweze kushurutishwa pia yeye amsaidie. ilikuwa loan ya 13, mortgage ya 13 million. mm. sasa mahakama ime, imeangalia hii kesi. mm-hmm. wakaona kwamba huyu jamaa tayari wamesha divorce na huyu mke wake. mm. lakini yeye bado ndio analipia mortgage ya ile nyumba ambao wanaishi pale mke wake na, na watoto. na huyu mm. jamaa naye anaishi kwa rental. mm. sasa uh, mahakama ikasema hapana. Jaji amesema huyu mm. mwanadada pia anafaa kulipa hiyo half 13 million part mm. of it, kwa sababu anasema kulingana na Marriage Act pale mm. ambayo ilibadilishwa mm. they are supposed to share everything half 50-50 mm. Kwa hivyo ameushurutishwa mwanadada kwamba yeye vile alikuwa amewachia huyu mzee hiyo pesa, alipe na naendwa, anakaa kwa hiyo nyumba na watoto, no way mm. mm. hii 13 milioni watagawana mara mbili kwa mm. hivyo, yeye pia ameshurutishwa akiwa akilipa mortgage mm. boy child hapa ameokoka kiasi mm -hmm. kwa sababu alikuwa analipia everything. Tafadhali, tafadhali tuwe ridho na hii mambo ya marriage.